Nguo inakubana basi lakini ni nzuri, toa basi, kampe mtu mwingine yatima, mjane akavae. ya chakula chako bado una, una unga mwingi una, una mchele mwingi, eh, una vitu vingi hivi. Ah, vitu vyangu ikikaa na hivyo siku nyingi hapa, eh, ni vingi sana, ngoja nifanyaje, nitoe nikawape, basi kawape, sio paka vitu ambavyo Unajua hapa nimekula, vikilala hapa vitachacha au vimechacha, ndo unachukua unaenda kuwapa. mm -mm -mm, sio hivyo Mungu anavyotaka. Kwa hiyo usipotumia hekima na akili, basi andiko hili litakugeuka li wewe, katika yale utakayoona kwamba ni sadaka kuwasaidia, bali itageuka kuwa moto na zambi juu ya maisha yako mwenyewe. Angalizo sana katika hilo, watu wa Mungu. Hallelujah. Je, ni upi wajibu wa jamii na kanisa kwa watoto yatima? Ni upi wajibu wa kanisa na watoto yatima hmm? wajibu wa kwanza wa jamii na watoto yatima. Eh, wajamii na kanisa watu wanasahau ni kushiriki katika kuwahudumia watoto yatima. Wajibu wa jamii na kanisa ni kushiriki katika kufanyaje? Kuwahudumia yatima, watoto yatima. Je, kanisa mnafanya hivyo? Jamii mnafanya hivyo? Makanisa mengi wanaomba zile zaka, sadaka kusema atawakumbuka watoto yatima na wajane, wengi wafanye hivyo amfanye hivyo, bali mupo hapo, mnajaza matumbo yenu, kila mtu anajifariji yeye mwenyewe tu, watu hao wanateseka, wanangaika. Je, umewahi tembelea kituo gani? Yani ukaenda tu kutembea bila kwenda kutoa sadaka, ukaenda tu kutembea. Mtu wa Mungu, utalia, utalia, utalia kama una moyo yaani shupavu wa vumilivu, utalia utakavyokuta watoto, utakavyoona watoto Alo. utalia Lini unaenda kuwakumbuka? Wajibu wa jamii na kanisa ni kuwahudumia watoto yatima. Haleluya! vituoni vingi Tanzania hapa, vituoni vingi duniani, vituoni vingi ulimwengu. Haleluya, Bwana saidi sana. jambo la pili kuwapa makazi Jambo la pili kuwapa watoto makazi, chakula